Ghafla bin vu unakutana na mshikaji wangu faida kabisa. Unakuaje? Ai bwana poa kabisa. Unaitwa nani? Ai bwana ni Makiso. Eh, ya. Makiso, Makiso, Makiso. Eh, kiso, ya. Ai bwana kutoka kipande gani ambacho washikaji zako wanakupata sana hapa? Ai bwana mimi napatikana hapa Buza nini, Buza nita kwa mwandulami pande hizi hapa. Mwandulami. Ya, ya, ya. Ai bwana hivi mitaa ya Buza ukishaambiwa Buza huku kuna sifika, kuna sifika kwa tabia gani? Au kuna tabia mbaya zaidi zaidi ya pambanaji hasa masela ndio Tabia tabia mbaya, lakini masuala zaidi wa huku yeah, na pambanaji sana, yani kwa maana tabia za huku Buza ya yeah. Naambiwa kwamba Buza huku kuna wa waizi ambao tayari eh, ni ma professional kwamba wanaiba mchana usiku, wanalala usiku uibiwi. Eh, ah ipo kweli? Kwa Buza ipo lakini mara moja moja sana, kwa mwaka mara moja naelekea hivi yeah. Ya, ndio mishindo kama hiyo vijana ya yeah. Yeah, kitu kama hicho msasi bwana, hatari sana sasa yeah. Wewe um, uko na kipaji ndani yako? Mimi niko na kipaji ndani yangu. Ni kipaji gani? Ah, bana mimi naimba tofauti sana. Kama mziki gani? Ah, anapiga bongo flavor kwenye kwenye talent sana sana sana, sana hip hip hip hop hop hop pia, ipo kwenye damu zaidi fresh vijana, unaichana unaichana. Hivi hivi ni msanii gani ambaye unamwona kabisa kwenye game sasa hivi, unaona kabisa kwamba yeye, ungepata nafasi ambayo jamaa ameipata, ungemdondosha pale. Yaani kwamba labda pengine ta kama umepanda kwenye stage. Umeona pamoja na msanii fulani. Wewe unaona kabisa kwamba yeye ungemdondosha afu ni mkubwa. Ya. Msanii gani? Whwi n inawezekana. Hebu kwanza waonyeshe maandishi ambayo uko nayo sasa hivi kwa uwezo yeah, ambao uko nao yeah, ili hata Farid mwenyewe akikuona pale Farid kubanda fidq, yes. Yes, pamoja na Alikiba waonyeshe yasikize, yeah. e ya kazi Sia, sikiliza kazi wewe. Sikiliza ka kijanja. <laughs>

E bwana kweli atumwi mtoto kwenye shughuli za watu wazima sio? Yes. Sasa hapo umetuchapia hip hop yeah, na umetuambia kwamba unaimba miziki aina tofauti tofauti sawa, yeah, yeah. Sasa mimi nataka ni umwonyeshe Ali Kiba kwamba oya. Oh, yeah. mimi nataka nikuonyeshe kwamba na uwezo zaidi yako kama ulivyosema, si ndio? yeah. E, sasa muonyeshe kwamba Ali Kiba kwamba hata yeye pale alipo ukipanda yeah. naye kwenye stage moja yes. unamdondosha. inawezekana <laughs>

Kampeni tumchague nani, marais wa bunge, madiwani. Mm, kampeni tumchague nani, marais wa bunge, madiwani. Ah, pija kula kwa Samia, rais wa Tanzania tunajivunia, vijana wote Samia. Ah, ah, bodaboda kila mtaa ah, kazi endelee, kazi endelee, kazi endelee, ah kazi Kasi, mama kasi, kasi. Anapita kwa kishindo, hakuna mpizani na tapata ili jimbo tuna mwamini na mejawa na upendo, ayoko makini ifiripo mpango mm -hmm. Kasimu Majaliwa amzwa mipango Aha. Tanzania ya viwanda asifanya kazi amependa Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Eh, bana kutoka kitaa cha mbili tano tano Buza, eh bana, nimekutana na mwamba na kipaji sana. Eh bana, sasa nawambia nini, labda pengine mtazamaji ambaye nakutazama sasa hivi hapa bana, naambia tazamaji kwamba sio na noma kwamba mm. ile game tunalipambania sana na kuja kuona vitu vingi zaidi mm. vinavyojitokeza kama hivo, maona bana y yeah. yeah, naona vingi vitajitokeza mm. zaidi kwamba mimi ni mkali zaidi yao mm, mm. kwa kitu kama hicho hapo. Yeah, yeah, yeah. yeah, Ukipata nafasi ya kukutana na waziri wa sanaa leo utamwambia nini au utamwomba jambo gani? Waziri <coughs> wa sanaa anamwambia Ah, uh, tuzidi kupambana kigame mwana game isiuke zaidi. Mm. Game zidi kufika hapa na pale. Mm. Ndio kitu tunachotakiwa, umeona bwana. Unakosa nini labda pengine ambacho kitakusaidia kukupush kwenye mziki wako? Ah, <coughs> uh, zaidi nimekosa kama management hivi nimekosa, lakini mm. nimpate management afu kwa sababu na uwezo kupita vijana unawajua, mziki mziki huko hapa yani uko talent zote za mziki, achilia ngoma yote kwenye platform tofauti tofauti. Ah, katika ngoma bado sijaachia, sema ngoma nyingi zina maandalizi kwa sasa mm, kwa muda wote ngoma zinajitokeza kwa sana mm, kitu kama hicho. Yani kazi zinajitokeza tika tika mm, kitu kama hicho, lakini kwa sasa maandalizi bado sina ngoma, lakini nazipangilia zaidi kazi sasa, yeah. kwa o bila shaka umeona uwezo. Make sure tu kwamba una drop comment yako hapo, utakua umetisha kinomanoma. Ni mitano tena au kazingua? Make sure tu kwamba drop comment yako hapo apo, utakua metisha kinomanoma. Until next time.